Hatuwezi si tukaishia tu kuwa kambini, mwisho wa siku maana yake tutachukua hatua zingine zaidi ya hizi, zile ambazo tunafikiri zinaweza zikashinikiza zaidi Mdude apatikana. Eh, vipeperushi hivi tume, tume tunavifanya. Mkuu wa Mkoa wa Mbeya alitangaza hapa dau, akasema atakayempata Mdude na yeye anatoa milioni, milioni, milioni tano. Sasa sisi chama chetu Chadema kupitia E, wanachama wetu walioko sauti ya Watanzania, wengine wako nchi za za nje. Kwa kuumizwa na swala hili kwa kuumizwa na swala hili wakaamua kuweka e, motisha kwa yule ambaye aiza atatoa taarifa za uhakika e, ama atatusaidia kufahamu ni wapi alipo Mdude, basi wametoa e, donge la la shilingi milioni kumi. Kwa hiyo yote ni kuonyesha ni namna gani watu wanamhitaji Mdude kuliko kitu kingine kuliko wakati mwingine wowote kwao tuombe. Na sisi tumetoa hivi vipeperushi maeneo mbalimbali eh, na mawasiliano yako hapa, namba yangu iko hapa chini, kwamba yeyote atakayesaidia kuleta taarifa